Yo, msanii wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania 255 f 5 damo bladnam Ebana, ameweka historia mpya. Yote hii ni mara tu baada ya kuweza kuwa msanii wa kwanza Afrika ukanda wa e, kusini mwa jangwa la Sahara kufikisha idadi ya wafuasi wa subscribers milioni kumi kwenye mtandao wa YouTube. Hatua hiyo inamfanya kuwa msanii namba nne Afrika kuwa na wafuasi wengi e, kwenye jukwaa la mtandao wa YouTube, lakini pia e, kwa msanii ambaye anaendelea kupeperusha bendera ya Tanzania vilivyo. Ebana, wasanii wengine ambao wana wafuasi wengi kwenye mtandao wa YouTube Afrika na ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara ni pamoja na e, namba mbili ambaye anakamata e, Rayvanny ambaye ana jumla ya wafuasi milioni 5.6, e, lakini pia e, Bana Boy ambaye na pia anashika nafasi ya tatu akiwa na jumla ya wafuasi e, milioni 5.3, lakini Harmonize akiwa ameshika na nafasi ya nne akiwa na jumla ya subscribers milioni 5.1, lakini kwa upande wa nafasi ya tano ameshika Fari Pupa akiwa na jumla ya wafuasi milioni 4.9. Rema, katika nafasi ya sita akiwa na jumla ya wafuasi milioni 4.8 e, lakini Tyler akiwa nafasi ya saba ameshika akiwa na jumla ya wafuasi e, milioni 4.7. Lakini kwa upande wa nafasi ya nane ni Davido akiwa na jumla ya wafuasi milioni 4.4. CK akiwa na jumla ya wafuasi milioni 4.1, lakini pia e, namba kumi ambaye kwenye top 10 ameshika mwanadada kutoka WCB Wasafi Zuchu akiwa na jumla ya wafuasi milioni 3.8. Kwa kweli, kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? na make sure tukomba no, drop comment yako kwenye onja comment hapo, utakometisha kinoma noma. Until next time. Bye bye.